Na watoto elfu kumi na tatu wa shule za chekechea katika wadi kumi za kaunti ya Isiolo sasa wataanza kunywa uji uliorutubishwa kila wakati wanapofika shuleni kwa hisani ya serikali ya kaunti hiyo. Akiongea katika uwanja wa polisi wa Isiolo ambako alianzisha msafara wa malori yanayopeleka magunia ya unga wa uji katika shule za chekechea, katibu wa serikali ya kaunti ya Isiolo, Dade Boru alisema unga huo wa uji umetayarishwa na una virutubishi vingi vya kujenga mwili. Aidha, hatua hiyo itasaidia kudumisha watoto hao shuleni. Leo tumepata consignment ya uji ya watoto na life span ya hii uji inachukua miezi sita, so for the next six months, uh, watoto wetu wanaweza kuenjoy hii facility uji in the centers Ametuletea unji ya watoto ambayo ita improve enrollment, enrollment itaenda juu, ita reduce absenteeism kwa sababu watoto wengi wakisikia kuna unji wanakuja shule. Na tena hii unga iko nutritious, kwa hiyo, kwa hivyo ita improve afya watoto kwa sababu hii kaunti yetu, kuna sehemu zingine unakuta watoto afya yao si mzuri kwa sababu ya hali vile ilivyo.